Karibu tena kwenye Engineer Tutorial Swahili uh, ni Engineer Tutorial Swahili ni channel ambayo inakupa kujifunza kuhusiana na teknolojia, kutumia kompyuta, kutumia programs au applications za kompyuta na kadhalika. So leo tutajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kuondoa akaunti ya mtumiaji kwenye Windows 10 au Windows 11. Hii ni muhimu kama unataka kusafisha kompyuta yako au kama kuna akaunti za zamani ambazo hauzitumii tena. Hakikisha kwanza unaruhusa administrator kabla ya kuanza. So kabla ya kwenda moja kwa moja kwa kufuta kuona jinsi ya kufuta akaunti, taona hapa aina ya za aina za account, tajifunza aina za account kwanza kabisa ni vizuri kuelewa kwamba kuna aina mbili za akaunti kwenye Windows, iwe ni Windows 10 au Windows 11. Na kuna akaunti ya administrator, can see here, akaunti ya administrator, kiangalia hapa na hii account ya administrator hii ina, ina uwezo wa kudhibiti kompyuta nzima. Hizi account ya administrator zina uwezo wa kudhibiti kompyuta nzima ikiwemo kutoa program yoyote au kuinstall program yoyote au kuondoa account zingine zilizopo. Kwa hiyo ili uweze kufanya hivi, lazima uwe na account ya administrator. Lakini pia kuna account ya standard, standard account yenye uwezo mdogo haiwezi kufanya mabadiliko makubwa kama kufuta akaunti nyingine. Hii ni local account au tunaita ni standard account akount. Ukienda kwenye change account type itakwambia hii ni standard type na sio administrator, lakini ukienda kwenye hizi account zingine hapa, ukienda kwenye change account type itakwambia uh, hii, administrator. hii administrator user Administrator. Kwa hiyo ili uweze kufanya changes yoyote kwenye kompyuta lazima uwe na permission ya administrator, either ni password zake, au wewe account yako hiyo ni account ya administrator, ili uweze kufanya hizo changes yoyote kwenye kompyuta yako well, kwa hiyo hatua ya kwanza ili niweze kufuta account Uh, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kutumia setting, utaenda kutafuta setting. Baada ya kutafuta tab setting, utaenda kwenye account. Baada ya kuenda kwenye account, taenda sehemu ya family and other user. Baada hapo, nitachagua account ambayo nataka kuiremove, kwa hiyo nitaiclick na click hii account ya friend then it will remove, ita remove account. Hapa itanipa option, ita delete account na data zake. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kuweza kufanikisha zoezi zima la kuweza kuondoa account kwenye uh, Windows 10 na Windows 11. Kumbuka, hatua hii itafuta faili zote za account ya, ya account hiyo, kama vile picha, nyaraka na downloads. Kama unazihitaji, hakikisha umebackup kabla ya kufuta. Na njia ya pili ni kutumia control panel. Nenda kwenye control panel. Kisha utaenda kwenye user account, utaenda user account, utaenda kwenye sehemu ya kumeneji account. Then ta click ya account ambayo unataka kufuta na ifuta ya student. Kwa hiyo nita delete account. So chagua kama unataka kuweka mafaili au kufuta. Kwa hiyo ukiklik hapa hii option, uzuri wa option ya kudelete kutumia control panel itakuwa option ya ku keep files au kudelete files. So mimi na delete files, hiyo ikiwa kwa sababu hakuna chochote pia. So baada baada hapo ananiambia ni delete account, kwa hiyo nitakuwa nime delete account. Tena tafadhali hakikisha uko kwenye account unayotaka kufuta. Lazima uwe kwenye account nyingine iliyo na mamlaka ya administrator. Kwa mfano, ningekuwa kwenye ile account ya student, afu nataka kuifuta student, nisingeweza kuifuta ile account. Kwa hiyo unapotaka kufuta account lazima uwe kwenye account nyingine, lakini hiyo account nyingine ina permission za administrator. So, zifuatazo ni tahadhari muhimu ambazo ni, uh, unatakiwa kuzifuata kabla ya kufanya process ya kufuta account yako. Cha kwanza, akaunti kisha futwa hairudishwi tena, isipokuwa kama ume backup data kabla ya. Pili, usijaribu kufuta akaunti ya administrator pekee iliyopo kwenye kompyuta, kwani hiyo inaweza kuzuia ufikiaji wa baadhi ya sehemu za mfumo. Kwa mfano, nifuta hizo account, maana sita sitafanya chochote, sitaweza kufanya chochote kwenye kompyuta yangu. Na tatu, kama unashirikiana kompyuta na wengine au unashia kompyuta na wengine, hakikisha una ruhusa kufanya mabadiliko hayo. Well, hizo, hizo ni tahadhari muhimu. So hapa pia kuna maswali ya haraka haraka ambayo watu wengi wakijiuliza. Swali la kwanza, naweza kufuta akaunti ya Microsoft kutoka hapa? Hapana. Ukifanya hii process inaondoa tu akaunti kwenye kompyuta, lakini akaunti ya Microsoft itaendelea kuwepo mtandaoni. Ili kufuta kabisa, tembelea tovuti ya Microsoft. Swali so, la pili, naweza kufuta akaunti kama sio administrator? Jibu ni hapana, lazima uwe na mamlaka ya administration. Na swali la tatu, je, nikifuta account mafaili yote huenda wapi? Yakifutwa yawezi kurudishwa bila backup, kuhakikisha umeyakoa kabla ya kudelete account. Ai, asante kwa kutazama video hii hadi mwisho. Kama imekusaidia, tafadhali like, share na subscribe, ili upate video nyingine kama hii. Na kama una maswali au changamoto yoyote, acha comment hapa chini, tutakusaidia haraka iwezekanavyo. Tutaonana kwenye video inayofuata. Hata kwa heri kwa sasa.